Uliza, unachagua gani? <laughs> Na <laughs> unaenda hospitalini <laughs> shule fulani ya watoto wasiojiweza, yani mentally challenged uh, children. Eh. Na hii shule inajulikana kama St. Monica Special School. Uh, for mentally challenged children kule maeneo ya Embu. Sasa kile ambacho kimeshangaza wakazi wa eneo hilo ni kwamba kuna mtu amekuja pale akafungua duka ya kutengeneza jeneza <laughs> Shwani. Shwani. <laughs> <laughs> <laughs> Ameleta rest in peace karibu na <laughs> <than> shule <laughs> ni watoto mentally challenged. Hii ni shule ya kushughulikia watoto wasiojiweza yes. Alafu wewe unakuja unafungua duka ya kutengeneza jeneza mm -hmm. Nje ya shule naunajia, ni mtindo ambaye imekuwepo hata katika mahospitali. Unaenda kwa hospitali, wewe ni mgonjwa, the first thing unakutana nayo ni jeneza. <laughs> Kabla kabla uingie hospitali, kabla kuona daktari, kabla... utapona kweli? Hii waitoe eh? Watoe hiyo hiyo, abadilishe, abadilishe site, abadilishe, manake hata mwalimu mkuu anasema it will be traumatizing kwa watoto kuangalia saa yote, wanaona jeneza. Replace hiyo na hiyo mm. yes, yes. mambo waeke ya, matunda ya, waanze kuuza matunda ya na yeah, n kama na mambo kama hayo. Yes. Kwa sababu jamani, na si hapa peke yake. Kuna mm, hospitali nyingi bana mle kote nchini Kenya. Unapata kwamba hospitali iko kwa hapa alafu jamaa akutengeneza jeneza iko hapa. <laughs> Eh? Sasa wewe unaumwa na tumbo kidogo, unaenda kwa hospitali. <laughs> Seremala anakusalimia. Anakuuliza <laughs> unachagua gani? <laughs> Seremala anakusalimia. Habari customer. Wewe unaviwa habari customer. Na unaenda hospitalini. Hai, hapana, hizo vitu.